Ha, haya hapa majina ya wale walioitwa katika usimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura jimbo au wilaya ya Babati. Majina ni kama yanavyoonekana katika PDF hii na majina haya ni mengi, yeah, ni walioitwa katika usaili lakini kuweza kupata PDF hii join katika grupu letu la WhatsApp. PDF nimekuwekea pale, unachotakiwa kufanya wewe ni kujoin tu na kudownload PDF yako pale, ili uweze kulitafuta jina lako ukiwa umetulia. Na kwa wewe ambaye ulifanya, ulituma maombi katika wilaya Babati, katika wa usimamizi wa vituo vya kupigia kura pamoja na makarani waongozaji wa vituo vya kupigia kura, hakikisha unaipata PDF hii ili kuweza kujua kama umeitwa katika usaili. Na kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengi zaidi, ili waweze kupata na kuona majina haya na kwa update zote kuhusu ajira, join katika grupu letu, join katika channel yetu ya WhatsApp. Linki zote nimekuwekea katika description ya video hii. Lakini pia tunatoa huduma za usajili wa majina ya biashara, logo, kampuni, lakini vyeti vya kuzaliwa, pia tunakusaidia uweze kupata cheti chako cha kuzaliwa, pia kubadilisha cheti chako cha zamani kuwa cheti kipya, lakini na vitu vingine mbalimbali ikiwemo TIN namba leseni za biashara, na mambo mengine mengi tu. Tucheki katika WhatsApp yetu namba, nimekuwekea katika description ya video hii. Mimi ni FEABOY, tafadhali karibu katika channel yetu.